Nampenda na zaidi ya chochote nampenda sana sanaangeemwisho kumwambia baba, kama baba yangu ataona hii interview anisamehe sana, na naomba aniwie radhi, kwa sababu mimi ndio nimemchagua Junaidi na mimi nitaondoka na Junaidi yeye kama amekataa ndoa, basi mi nitaenda kuishi naye hivyo hivyo, lakini mimi siwezi kubaki nyumbani, kwa sababu mi nimemridhia, nataka nikaishi naye Junaid. Yes, bwana, ni mfululizo ama mwendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha, mahojiano na moja kati ya watu ama mahojiano na watu ambao wamehusika kwenye moja ya matukio ama tukio ambalo limezua taharuki kwelikweli tukio limetokea maeneo ya Mtoni Mtongani, inasemekana ama inafahamika kwamba mume amekataliwa kuozeshwa, kisa kimo chake kwa maana kwamba eh, ni mfupi. Nyundo TV tumefika tume, tume hapa kwenye eneo eh, la tukio na tayari tumeshazungumza na babu wa harusi kwa maana kwamba mtu alipaswa kuoa amezungumza yake, tumezungumza na baba wa bi harusi kwa maana kwamba mkwewe na babu harusi na yamezungumza yake. Tumezungumza na shehe ambaye alipaswa kufungisha ndoa hiyo na yamezungumza kwake, lakini tukaenda mbali zaidi, eh, tukasema wacha tuzungumze na mlengwa, kwa maana kwamba bi harusi mwenyewe atuambie kwa hiki ambacho kimetokea, anajisikiaje ama ameumizwa kiasi gani kuona kwamba mwanamume ambaye alitarajia ingie naye kwenye ndoa, mwisho wa siku mzazi wake kwa maana kwamba baba yake amemkataa. Nazungumza naye bi harusi muda huo. Waalaikumsalam. Pole kwa hiki ambacho kimetokea. Asante. Tumezungumza na mume ambaye ni mwanaume ambaye alitarajia kukuoa na tumezungumza na baba. Hey, o, kila mtu amezungumza kwake, labda tufahamu kutoka kwako, kwanza jina kwa wale ambao wanakuangalia muda huu eh, hey, wakufahamu, tujue tuamini wanamwangalia nani? Sasa mimi naitwa Kauthali, ndio hmm, bibi harusi ambaye nilitakiwa kuolewa leo na kama mlivyosikia huko nje, baba yangu amemkataa mwanaume ambaye mimi nilikuwa nimemchagua, ambaye mimi ndio nilikuwa nimempenda. Kaari, wewe una, una, una, una miaka mingapi? na mwanaume ambaye alikuwa ni mpenzi wako alibidi awe mume wako mpaka muda huu e, tena sio mumeo yeye, ana miaka mingapi? Asa, mimi na umri wa miaka ishirini na mwenzangu yeye ana umri wa miaka 22. na mm, mbili mahusiano hen, alianza muda gani? Miezi saba huko nyuma tulikuwa tu tuna uchumba wa kawaida, miezi miwili hapa ndo akasema anataka kuja kunioa, taratibu za ndoa zikaanza, na hadi siku ya leo ndo ikafika aje kunichukua mimi. Mm, mara mwisho ulizungumza naye lini na ulizungumza naye nini kabla ya kufikia leo siku ya ndoa? Mara mwisho nimezungumza naye asubuhi, wakati ambapo mimi najiandaa na yeye anajiandaa kuja, akasema kabisa yuko njiani anakuja, na kama unavyoona mimi nilikuwa nishavaa gauni kabisa kwa ajili ya kuja kuolewa. Pole sana. <laughs> Asante. <laughs> mimi naumia Kwanini baba angu ameamua kunifanyia hivi? Kwa sababu mtu achagulii mwanaume wakumwoa, mtu anaamua mwenyewe kuolewa na mtu ambaye anampenda baambaye. Amemkataa mume ambaye ulimchagua mwenyewe, ni babako mzazi ndio? Kabla hapo, ulishawai kumwambia labda baba anataka niolewe, na likuuliza bana nani ambayo naolewa naye, mwisho wa siku ukamuonyesha mwanaume, kwa maana kwamba baba yako alikuwa anamfahamu mwanaume ambaye ulipa salamu naye, alikuwa tu ashaye kuzungumza naye kwenye simu na ndugu wengine tu ashaye kumuona, lakini baba alikuwa hajawahi kumuona. Kwa hiyo leo ndio alikuwa anakuja anamuona. mm -hmm. Tio hakutamani kabisa kumuona ama alikuwa na kila siku anamuulizia? alikuwa anatamani kumwona, sema tu ni ule ubizi wa hapa na pale. Na huyu mume wangu ambaye alikuwa mtarajiwa, yeye alikuwa pia pinza na kazi kwa ikawa changamoto kwenye kuonana, lakini alikuwa anazungumza sana kwenye simu za mm -hmm. Prosesi mahali na barua. Sasa nani alikuwa anasimamia? Ndugu zake na mume wangu tarajiwa. Wewe mm -hmm. nani ambaye alikwambia kwamba huko nje baba yako amemkataa mume ambaye wewe ulipaswa ule naye? Nilikuwa nasikia kelele huko nje, nilikuwa nasikia baba jinsi ambavyo alikuwa anakataa anamkataa mume wangu mtarajia, kwamba yeye anasema ye ni ki, ana kimo kifupi, wakati mtu achaguliwi mtu wa kumuoa. Kwa hiyo ikaniumiza sana, na dada yangu alivyokuja ndani akaniambia pia baba amemkataa. Hako ngapi kutaka kuolewa, ama ndoa yako ngapi? Ndoa yangu ya kwanza. Kwa nini hujawahi kuolewa? Ndio. Alishawahi kutukia labda mtu ameleta barua nyumbani anataka kuoa? Hapana, ndo mara ya kwanza ukiona. So, ni ndoa ya kwanza, alafu mingia migogoro kama hii, tafsiri yake nini hasa kwa upande uh, wako? Nesii, siwezi kuongea kwa sababu uh, yani, sijui hata niseme nini, lakini naona kama baba anataka kuniletea kama mkosi mimi, kwa sababu mimi ndo nimempenda mtu, kwa nini akatae? It means kwamba mimi nitamleta mwanaume mwingine yeye, yeah, pia atamkataa. Ndio kuvunjika kwa ndoa. Kukataliwa kwa wewe kuozeshwa na mwanaume ambaye umemchagua, unahisi ni mwisho wa mahusiano yenu, mwisho wa mapenzi yenu? Mimi nampenda sana Junaid, siwezi kuishi bila yeye, siwezi kuishi bila yeye. Mimi nipo tayari hata kuondoka nyumbani, lakini tu Nikaishi na Junaid. Nampenda sana na mimi ndo chaguo ambalo nimelichagua. Natamani nifahamu, wakati wa mahusiano yenu, ulishawahi kupata pingamizi kuhusiana na vimo vyenu, kwamba wewe ni mrefu na yeye siyo mrefu, namna yote vile, mtu akawa anamtenga labda, anamsema au shauta kitu kama hivyo. Hapana. Kwa sababu watu nilikopo wanajaribu kuelezea kwamba huyu ni mkubwa na walikopo wanamuona, kwa sababu mtoto anakopo anaongea kitoto na mkubwa anakuwa anaongea kiutu uzima. Kwa hiyo sikuona pingamizi kwa watu wengine, kwa sababu yeye anasimama kama mkubwa, hata ukimwangalia ni mkubwa, sema tu ni kwa sababu ya kimo, lakini ni mkubwa na ni mtu mzima. Unaidi, ni mwanaume design gani hasa kwako? Ni mwanaume ambaye alikuwa ananipenda kwa dhati, ana mapenzi ya kweli, ni mwanaume lijali mwanamke yoyote yule ambaye anatamani kuingia kwenye ndoa anatamani kuwa na mwanaume kama Junaid, kwa sababu ni mwanaume ambaye yupo pale, kwa kwasababu ya mwanamke wake. Ndio maana mimi nikaridhia kuolewa naye. Wakati upo naye kwenye mahusiano, ulishawahi kuonesha hali fulani hivi kama ya kumbagua ama kumsema kutokana na kimo chake, labda hata kumsaliti pia? Kibidi, sijawahi kwasababu nimempenda mwenyewe na mimi ndo nimekubali kuwa naye japokuwa yeye ndo alianza kunitongoza lakini kadri siku zinavyoenda ndivyo mimi nikazidi kumpenda nikakubali kuwa naye. Sasa, nafahamu ilikuwa ni ngumu kiasi gani ama rahisi kiasi gani wewe kuingia naye kwenye mahusiano siku ya kwanza, vile ambavyo nakwambia kwamba mimi kwa uthari nimekupenda natamani uwe mpenzi wangu, wewe natamani uwe mke wangu. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani ama ni ngumu kiasi gani? Kwa siku ya kwanza ilikuwa ni ngumu kwa sababu ni kama nilikuwa bado sijamjua vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kumwamini, lakini kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda ndio nikajua kwamba huyu mtu yuko serious na kweli anahitaji kuwa na mahusiano na mimi, na mimi nikakubali, nikaamua kufungua moyo wangu. Mm. Ndugu marafiki wa karibu uliweza kuwashirikisha kipindi kile ambacho Junaid ametamani kuingia kwenye mahusiano na wewe kwamba bwana kuna mtu wa design hii, anatamani niwe mkewe ama niwe mpenzi wake vipi, nimekubali nimkataa? na kama ndio walijibu nini? Nijaribu tu kumshirikisha rafiki yangu mmoja, naye akaniambia kama unamwona mtu yuko sawa na wewe umekubali kuwa naye, basi mchunguze, mwangalie, ukiona anakufaa kubali kuwa naye. Kwao ni mimi nikamchunguza nikakubali kuwa naye, na nikaona kabisa ni mtu ambaye ananifaa mimi kuwa mke wake. Mwisho wa kukaa wewe na Junaid kuzungumzia maisha yenu ya ndoa itakuwaje mara baada ya wewe wewe na yeye kuwa na mutaishi vipi mutaishi wapi Mtaza tatua ngapi na vitu kama hivyo? Ndio. Kama watu ambao mnatamani kuingia kwenye ndoa lazima mzungumzie hivyo vitu kabla. Mnakuwa mna mazungumzo ya kila siku kwamba tukioana tutafanya moja mbili tatu. Kwa hiyo tulishapanga tukioana tukae wapi, Tuzae watoto wangapi na maisha yetu yatakuwaaje. Tuko na tamani tukioana tuzae watoto watatu. Na mimi nilikuwa natamani sana kumzalia. Yeye ndo akana nizuia nisizae mapema mpaka nioe. Samahani kama nitakuwa nimekuuliza swali so baya. Tumezoea kuona kwamba wanawake wengi wanapenda wanaume ambao walefu, wengine wembamba, wengine weusi. Kila mtu ana vile ambavyo anapenda design mwanaume wake. Sasa ni, nifahamu wewe kama ulishe kukaa na Junaid kuishi naye, kulala naye. Vile ambavyo ukimtazama kimo chake, ana upungufu, ana matatizo yote. Basi, na matatizo yoyote, basi mbali na wanaume wengine ama yuko sawa tu, kazi kazi kama wanaume wengine? Kwa mimi namuona yuko sawa. Mm, namuona yuko sawa kama ambavyo wanaume wengine wako sawa, kwa sababu ni mtu ambaye nimeshakuwa naye kwenye mahusiano, kwa hiyo miezi ambayo nimekutajia, kwa nimekutana naye kimwili, nimejua yuko sawa, yaani yuko tu sawa na nifiti mimi kwa kila engo. Ndio maana nikaamua kuolewa naye, ndiyo ananiridhisha. Mm. -hmm. Kwa mtu anamtenga mtu design hii ambayo wewe moyo wako upo kwake, unahisi ni maumivu kiasi gani? Inaumiza, kwa sababu amna mtu ambaye anatamani achaguliwe nini cha kufanya. Kila mtu anatamani kufanya kile ambacho anajisikia kwenye moyo wake. Kwa kwa mimi naona inaniumiza sana kwa sababu hii siku ya leo, mi nilijua tunaenda kuandika kurasa nyingine za maisha, lakini kwa sababu ya baba yangu kila kitu kimeharibika, imeniumiza sana hmm. Kuhusiana na mahali ambayo alishatangulia alisha kuitoa, manake inarudishwa ama nini kinafuata baadaye? Mi sijui, baba uko wenyewe, sijui kwa kweli. Mi nachojua tu ni kwamba nampenda Junaid, mi nipo tayari kwa chochote, siwezi kumwacha Junaid. Wao kuhusu mahali watajua wenyewe, lakini mi tunajua nataka niondoke na Junaid. Mungu takie pole. Asante. Mathala nikatokea Junaid na kutazama ni muda huu, nahisi maneno gani ya thamani sana ungetamani umwambie kwa hiki ambacho kimetokea? Nimwambie kwamba Junaidi, mume wangu mtarajiwa, kampenda sana mimi. Niko tayari kuwa naye kwa namna yoyote ile. Kuhusu babangu, asijali chochote, mi niko tayari kuwa naye na mimi ndio nimempenda, kwa sababu ndoa ni ya watu wawili. Babangu na mamangu wenyewe walivyokuwa wanaishi, amna mtu aliwachagulia, waliamua wenyewe, na mimi nimeamua kuwa na yeye. Basi ajue kabisa baba angu hawezi kunizuia, nampenda sana na nipo tayari kuwa naye na mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mahojiano ambayo e, yametokea maeneo haya ya Mtoni Mtungani. Taarifa inasema mtu amekataliwa kuozeshwa kisa kimo, kwa maana kwamba mwanaume amekataliwa kuozeshwa e, kisa mum, kisa kimo chake. Huyu ni biharusi, huyu ni mke ambaye alitarajiwa kuwa siku ya leo awe mke. Mwanaume amekataliwa kuozeshwa mwanamke kisa kimo chake. Thare, neno maneno gani, ya, ya mwisho ungetamani e, umalizie kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, ndoa yako imevunjika kwa mwanaume ambaye ulikuwa unampenda e, kuozeshwa naye kisa ufupi, watu wenda wakapata taharuki Watu wapate kufahamu kwa hiki ambacho imekukuta, natamani kuambia watu kwamba waishie katika ndoto zao na wazazi wasiwaingilie watoto katika maamuzi yao. Kuna muda mtoto anatamani kufanya kile ambacho anakipenda, anatamani kuwa na mtu ambaye anampenda, ila kija kwa upande wa wazazi nakuwa ni ngumu. Natamani niwaambie kwamba wazazi wawaache watoto wafanye vile vitu ambavyo wanavipenda na pia ukiwa na mpenzi wako, kama we unampenda, mpende wewe, usiangalie mwingine anasema nini. Nampenda sana Junaidi, nampenda zaidi ya chochote, nampenda sana mwisho. Kwanza kumwambia baba, kama baba yangu ataona hii interview anisamehe sana Nanaomba aniuye radhi kwa sababu mimi ndio nimemchagua Juai, na mimi nitaondoka na najunaid yeye. Kama amekataa ndoa, basi mi nitaenda kuishi naye hivyo hivyo, lakini mimi siwezi kubaki nyumbani kwa sababu mi nimemridria, nataka nikaishi naye Juai. Koo atanisamee tu kwa hilo. Bwana, usinikwambie tu, mwisho wa mazungumzo haya ni mwanzo wa mazungumzo mengine, lakini kubwa zaidi, nenda kwenye sehemu ya comment tuambie kile ambacho unahisi itakuwa ni sawa wewe kutuambia kuhusu na hiki ambacho tumekizungumza mimi na Bi Harusi hapa. Umemmsikia yeye eh, amezungumza kwa hisia sana, amekataziwa, amenyimwa kuozeshwa mwanaume ambaye alikuwa na mwanaume ndoto yake, kisa tu ni mfupi. Tumezungumza na wengi kuhusu na hili ambalo limetokea, tumezungumza na baba, tumezungumza na Bi harusi mwenyewe tumezungumza na babu harusi, tumezungumza na mshehe mwenyewe ambaye alipaswa afungishe ndoa hii. Nikwambie tu nenda kwenye sehemu ya comment tuambie kwa haya.